Nimemwona ni Mungu hivi akinitendea. Mimi ninamwona acha kumbe. Mungu anakaa anje. Mungu. Hapana. Bwana, huyu mwana msao. Ana msao. Huyu mtoto wake anafanya inaitwa KCSE anafanya nini? Huyu hapo huyu ako hii Saint Mary's. Nakwambia wacha nikwambie. Jana amekuja kwangu kuniomba mwiko. Eti mwiko. Eh, mimi nataka kuniomba mwiko. Mwiko lazima. Ya gati ndo. Jamani nikakumbuka juzi ulikuwa na vita kwa nyumba yake. Ulikuwa na vita? Ulisikilia wapi? na wewe na awe, mimi nilisikia kuku, kuku alikuja kutafuta alapo kwa Tanga. Wewe yani, wewe unalaza tu masikio usikie kuku akiingia. Nakwambia ngoja nikupe story. Mbona wewe ndio unanipa story? Wacha nikwambie, wacha aongee, wacha aongee. Nikakumbuka hii siku nyingine alikuwa anawasha jiko na hiyo hiyo kijiti ya mwiko, msaidia. Eh, hapo

Mayai na homelets. Mado yeah. Unajua homelets ni nini?